Mpendwa mtazamaji, Dominika ya kumi na tatu mwaka che wa Kanisa, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata kutoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya kumi na tisa aya ya kumi na sita b, e, na ile aya ya kumi na tisa hadi ya ishirini na moja. Somo la pili linatoka kwa waraka wa mtume Paulo kwa wagalatia sura ya tano 5 aya ya kwanza na ile aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na nane na injili tunapata kutoka kwa mwinjili luka sura ya tisa aya ya hamsini na moja hadi ya sitini na mbili nitaisoma injili ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia yesu aliukaza uso wake kwenda yerusalemu akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohane walipoona hayo, walisema, Bwana wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni waangamize kama Elia naye alivyofanya? Akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo? Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Nao walikuwa wakienda njiani, mtu mmoja akamwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamwambia, mbwea wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine nifuate, akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende kumzika baba yangu. Akamwambia, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika dominika hii tunakutana na ujumbe mkubwa wa Mwenyezi Mungu anavyowaita baadhi ya watu waende wakamtumikie. Katika kitabu hiki cha kwanza cha kwanza cha Wafalme sura ya 19, tunakutana na nabii wa mwenyezi Mungu, alikuwa anaitwa Eliya na baadaye mwenyezi Mungu anamtumia nabii Eliya kumwita nabii Elisha aje atumike kwa mwenyezi Mungu. Nabii Eliya alikuwa ni nani? Ni nabii, ni moja ya manabii wakuu katika agano la Kale anayejulikana kwa kazi yake ya kuhubiri na kutetea imani ya Mungu wa Israeli aliteuliwa na Mwenyezi Mungu nabii Eliya kuwa nabii ili kuleta mabadiliko ya kurejesha watu kwa katika ibada ya kweli. Alikuwa na jukumu la kuweza kuhubiri toba na kurekebisha maadili ya jamii. Eliya alitokea kufanya utume huo katika kipindi cha mtawala mmoja alikuwa anaitwa mfalme Ahabu wa Israeli, ambaye alijulikana sana kwamba akili yake ilitekwa na ibada za kuabudu miungu na sanamu hasa ile ya Baali. Na nabii Eliya alifanya miujiza mbalimbali mbali, ikiwa ni kufunga mvua isinyeshe kwa muda wa miaka mitatu na baadaye pia akairudisha hiyo mvua. Na muujiza mwingine aliofanya ilikuwa ni kuwateketeza manabii wa Baali mia nne na hamsini, akawachinja na kwa baadaye akaushusha moto ukashuka kutoka mbinguni kuweza kuteketeza ile dhabihu aliokuwa ameiandaa nabii Eliya. Alidhani kwamba kufanya utume ambao alikuwa ameambiwa na Mwenyezi Mungu, hasa katika ule mlima Kalmeli, kungeweza kumgeuza Ahabu mfalme na Yezebeli mke wake na wana wa Israeli waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Na hili tuwe makini sana, unaweza ukasimama katika huduma miujiza yakatokea, yakafanyika maajabu, ukadhani kwamba yatawapelekea baadhi ya watawala wa nchi kumgeukea Mwenyezi Mungu na wake zao na waume zao, na baadaye hata watu wengine. Lakini kumbe kusimama kwako imara na Mwenyezi Mungu ikakuletea shida sana, kwa sababu watu wanamkataa Mungu si kwa sababu hawajaona matendo yake. Hata kama wana ushahidi wa matendo makuu ambayo Mwenyezi Mungu amewatendea watu, watamkataa tu Mwenyezi Mungu na hilo katika utumishi wako uweze kulizingatia. Baada ya kuona kwamba ameshindwa nabii Elia, ndipo alipokimbia mbele za uso wa huyu Yezebeli, akaanza kufanya maombi ya kufa, akaanza kujiombea afe, na Mwenyezi Mungu hakumjibu katika maombi yake, kwa sababu katika kalenda ya Mwenyezi Mungu nabii Elia hakuandikiwa afe, aliandikiwa kwamba angeweza kuchukuliwa na farasi wa moto kwenda mbinguni. Bwana akaamua kumjibu huyu nabii Eliya. Ndio katika hii sura ya 19 kuanzia aya ya 16b Mwenyezi Mungu anaongea na nabii Eliya kile ambacho anapaswa kuweza kukifanye. Anamwambia hivi, enenda sasa ukamtie mafuta Elisha mwana wa Shafti wa Abel Mehola kuwa nabii mahali pako. Yaani Mwenyezi Mungu anampatia kazi ya kufanya nabii Eliya, badala ya kubakia katika muda wa kujichunguza sana, kiasi kwamba mpaka akafika hatua ya kuweza kukata tamaa. Na mara nyingi sana wapo watu baada ya kupita katika changamoto kubwa ya utumishi, kukataliwa, baadaye kutishiwa vifo, roho ya Yezebeli imeibuka katika utumishi wako, wengi huwa wanafika hatua ya kukata tamaa. Unaanza kujichunguza, nilikosea wapi? Kwa nini hili jambo limetokea? Kwa nini nimeibuka hapa? Sikufanya kitu gani ambacho cha Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu ameruhusu niweze kupitia katika hali kama hii? Badala ya kubakia kuweza kujichunguza, kujichunguza kwa kile ambacho huwezi ukapata majibu, Mwenyezi Mungu leo anatoa majibu kwa mtu yeyote aliyekuwa amekata tamaa katika utumishi wake. Amka, fanya jambo, acha kujichunguza, chunguza zaidi, fanya jambo ambalo litakupelekea usahau yale mambo ya nyuma. Akamwambia, inuka, nenda kampake mafuta huyu Elisha aweze kusimama badala yako, kwa sababu wewe umekata tamaa na wakati wa kuondoka hapa duniani umefika. Ni kawaida sana kwa baadhi ya watu wakubwa huwa wanakuja kukata tamaa katika nyakati ambazo nguvu za Mwenyezi Mungu zipo katikati yao. Narudia tena, nguvu za Mwenyezi Mungu zimekuzunguka Umefanya mambo makubwa sana, alafu unakuja kukatishwa tamaa na kitu kidogo sana. Wakati yanapotokea mashambulizi makubwa, utambue ya kwanza umezungukwa na wingu kubwa sana la Mwenyezi Mungu, lipo pamoja na wewe. Usianze kuangalia hiyo shida, bali mwangalie Mwenyezi Mungu ambaye yeye anakuita. Nabii huyu anafika kwa Elisha, alipomwona nabii Elisha, akamrushia vazi aliyokuwa nalo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana, aliweza kuitii sauti huyo nabii Eliya, aliweza kuitii sauti ya Mwenyezi Mungu hadi katika mashaka hayo. Anafika pale anamkuta nabii Elisha akamwambia nifuate. Nabii Elisha alikuwa analima akiwa amefunga jozi ya ng'ombe kumi na mbili. Inaonyesha nabii Elisha alikuwa ni tajiri sana, na baadaye alipopita katikati yake akamrushia vazi alikuwa nalo. Manabii walikuwa wanavaa mavazi ya kondoo, walikuwa hawavai mavazi ya kawaida haya, kama ilivyoandikwa katika ile Zekaria sura kumi na tatu aya ya nne Alipomrushia lile vazi, ndipo huyu nabii Elisha akamwomba akasema, naomba nifanye jambo moja, niende niwaage ndugu zangu. Na yeye akachukua nira ya ng'ombe kumi na mbili akawachinja akachemsha nyama zao na akatumia vifaa vile vile vya ng'ombe ambavyo walikuwa wanavitumia, wakala na marafiki zake. Jambo gani nalojifunza huyu nabii Elisha katika wito wa Mwenyezi Mungu alikuwa amemwitia? Aliamua kuharibu zana zote za kazi alizokuwa anafanya, akaamua kufanya sherehe pamoja na rafiki zake na familia yake, kwamba ninaondoka, ninaharibu biashara yangu yote nilikuwa naifanya ili katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, nisikumbuke wale ng'ombe na zile jozi ambazo nilikuwa nimeziacha. Elisha alilazimika kuwa mali. Alijua kwamba mali zingeweza kuwa kizuizi katika kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu, ingawa ni kweli alikuwa ni tajiri. Hivyo basi, anaonyesha jinsi vile ambavyo katika kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu tunapaswa kuweza kuweka pembeni mali za familia tunapaswa kuweza kuweka pembeni biashara zetu tu tuziteketeze. Tunapaswa kuweza kuwateketeza marafiki zetu, ili katika safari ya kwenda kumtumikia mwenyezi mungu nisifungwe tena na marafiki zangu na familia yangu, yani furaha zote za kidunia niziweke pembeni kwa ajili ya mwenyezi mungu. Katika uh, waraka wa mtume Paulo kwa Galatia, Paulo anajaribu kuweza kuzungumza na kanisa lile la Galatia kwamba ni vitu gani ambavyo vinavyotokea katika maisha ya mwanadamu ambaye ameamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Anazungumza kwamba yapo mashindano mawili, yaani mwili unataka mambo ya kibinadamu na baadaye pia roho inataka pia mambo ya kimungu. Na sasa mashindano haya yote yanapotokea kwa mwanadamu, yanampelekea mwanadamu sana aweze kuanguka, asisimame katika kusudi la Mwenyezi Mungu. Anawaambia hivi sasa, enendeni kwa roho ili msije mkafungwa tena na zile tamaa za kidunia, kwa maana hizi zote za kidunia zinapingana na yale mambo ya kimungu. Hivyo basi, hatuwezi kuyafanya yale tunayotaka katika mioyo yetu, lakini tukiongozwa na Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa chini ya sheria kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ndio moto ambao unaoshuka kuja kuteketeza kama ule moto ulivyoshuka kwa nabii Elia ukishuka katika maisha yetu, kwamba miili yetu hii ambayo inatupelekea tuweze kuanguka katika kusudi la Mwenyezi Mungu la kusimama katika utumishi, miili yetu hii sasa itawishwa siku kwa siku na baadae tutajikuta kwamba tunaunganika na Mwenyezi Mungu katika huduma yake. Katika Injili tunakutana na Yesu Kristo ambaye yeye alikuwa ameukaza uso wake kama inavyoandikwa hapa, alikuwa ameukaza uso wake kwenda Yerusalemu na alikuwa anatoka maeneo ya Galilaya akawa anaelekea Yerusalemu. Hasa kitendo cha Yesu Kristo kuweza kuelekea Yerusalemu, alipita maeneo ambayo yamepewa jina maeneo ya Wasamaria. Na Wasamaria walikuwa ni watu gani, mpendwa mtazamaji? Wasamaria ni watu ambao walikuwa na asili ya kihistoria na kitamaduni katika eneo la Samaria ambalo ilikuwa ni kati ya Yuda na Galilaya. Wasamaria walikuwa ni Waisraeli walioasi, Waisraeli walioasi dini yao, na hii ilitokea wakati wa mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini ulipokuwa umegawanyika tunaye ambaye ilitokea katika karne ya nane kabla ya Kristo. Na baadaye sasa ikatokea uhamisho ule wa Babeli wa Siria, wakaja wakawaleta watu wengine kutoka Siria, wakachangamana, wakaoana, na baadaye wakapoteza ule usafi ambao wana wa Israeli walikuwa wanapaswa kuweza kuwa nao, wakagawanyika wale wote waliokuwa wamechanganyikana na watu wa Siria ambao ni Waisraeli wakaitwa Wasamaria, na wale ambao walikuwa wamebakia huko maeneo ya kusini ambako ni Jerusalemu, ambao ndio kabila la Yuda na Benjamini, wao wakabakia kwamba wao ndio Wayahudi, wao ndio kizazi safi ambacho hakijachanganyikana. Hivyo basi, huo mchanganyiko huu wa tamaduni ukawapelekea hawa ambao wanaoitwa Wasamaria wafike hatua kwamba hatutakuja kuja kusali huko Jerusalemu. Wakaanza kusali kwenye mlima Gerizimu na badala ya kwenda kule Yerusalemu, wakaanza kusali kwenye milima. Na baadaye ikatokea mivutano kati ya Wasamaria na Wayahudi, kwamba mara kwa mara ilikuwa ni uhasama mkubwa, kiasi kwamba Wasamaria wakiwaona Waisraeli wanakwenda Yerusalemu, walikuwa wako tayari kuweza kuvuruga safari yao ya hija wawafanyie vurugu zozote zile, wasifikie katika malengo yao. Yesu Kristo alipokuwa amekaza uso wake kuelekea kule ambako tumesema ni Yerusalemu, akapita kati kati ya Samaria. Kuna mambo mawili alikuwa anayatafuta, anajua wazi kwamba hawa ni maadui zao na hawawezi kumruhusu apite pale, lakini Yesu Kristo akaamua kupita pale. Maana yake nini? Alijua wazi kwamba hawa ni Waisraeli ambao wamepotea akaamua kuwaendea katika hali ya urafiki. Lakini alipofika pale alivyotaka kuweza kupita kwao wakakataa, wakakataa kuto kumpokea Yesu. Ndipo wakaibuka watoto wale mitume wawili ambao walikuwa wamepewa jina la ngurumo, wana wa burunege, Yakobo na Yohane, wakamwambia Yesu, hawa Wasamaria wamekataa kukupokea, sasa uturuhusu tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uteketeze kijiji kizima. Hawa mitume walikuwa wana uwezo, usisahau kuna sehemu nyingine katika Injili Yesu alikuwa amewapatia mamlaka zote za kuweza kutoa pepo, maanake walikuwa na uwezo wa kuweza kushusha moto na tena wakanukua hadi maandiko matakatifu kama alivyofanya Nabii Eliya. Yesu akasema hamjui ni roho ya namna gani ambayo mko nayo. Hawa wao kwa mitazamo yao na hasira zao waliona kwamba walikuwa walikuwa wako sahihi. Kwa nini? Kwa sababu Wasamaria walikataa urafiki wa Yesu ambao alikuwa anataka awapelekee, walimkataa Yesu. Kwa hiyo hawa mitume walikuwa wana haki kabisa hiyo. Kuna baadhi ya mambo ambayo tunajifunza kupitia kifungu hiki. Jambo moja kubwa sana ni jambo la uvumilivu. Uvumilivu, Hakuna kifungu chochote kile katika Biblia kinachotufundisha namna gani ya kuweza kuwa uvumilivu katika maisha yetu, kwamba katika maisha unaweza ukapingwa, ukakataliwa, kuto kupokelewa katika maisha. Ninaweza nikakataliwa, nisipokelewe jinsi nilivyo, nikapingwa. Hivyo huna budi katika maisha, hata kama umepingwa na mtu, hata kama mtu amepinga maoni yako, hata kama mtu amekuwa kinyume na wewe usije ukamfanyia mabaya. Hata kama mtu amekatalia amekataa, yupo kinyume na wewe, anapinga maoni yako, hakika usije ukamfanyia mabaya. Tunapaswa kuweza kuwa wavumilivu, kwa sababu hatuwezi hata siku moja kuweza kujua kwa nini huyu mtu amenikatalia. Lakini kwa sababu katika maisha sisi wote tuko dhaifu, hebu tupate nafasi ya kuweza kuchukuliana katika madhaifu yetu na mmoja wapo ya kitu kizuri sana katika suala zima la maisha ni yule ambaye amekupinga mfanye aweze kuwa rafiki yako. Hilo jambo la kwanza la kujifunza. Na baada ya hapo Yesu akasonga mbele katika utumishi wake akakutana na mtu mmoja. Huyu mtu alipoona kwamba Wasamaria wamekataa kwanza kumpokea, akaanza kujipendekeza kwa Yesu, akasema, nitakufuata popote pale utakako kwenda. Yesu akamwambia utanifuata popote nitakapokwenda? akasema hivi, kabla hujanifuata, ka weka mahesabu yako vizuri, kwa sababu kuna gharama kubwa sana ya kumfuata Kristo. Usizani kama hawa watu ambao wanaomfuata Kristo katika utumishi wanaishi maisha ya raha, kuna gharama kubwa. Ni gharama gani hiyo? gharama ya kwanza ni kuacha nyumba ya baba yako na mama yako unawaacha ndugu zako unaacha mashamba yako. Yesu mwenyewe aliacha nyumbani kwake Nazareti, aliacha zile mashine ambazo alikuwa anaranda mbao, aliziacha akaingia katika maisha ya kutembea, akihubiri injili usiku na mchana, akaacha vyote. Kuacha vitu vya nyumbani ambavyo ni vizuri, maisha ambayo alikuwa amezoea, si kitu cha rahisi. Kwa hiyo mojawapo ya gharama ambayo unapotaka kumfuata Kristo lazima uzingatie ni kuiacha familia yako. Jambo la pili ilikuwa ni hili kwamba kuna gharama ya kukataliwa, kuna gharama ya kupata upinzani katika kuweza kumfuata Kristo. Usisahau kwamba Nabii Eliya alipata upinzani mkubwa sana hadi wa kutaka kuweza kuuawa na yule mwanamke Yezebeli, mchawi mkubwa. Alikataliwa pia na taifa lake Ukiingia katika kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu utakataliwa, utapingwa kwanza na viongozi wa kidini ambao wapo pamoja na wewe, wale waliokuwa wanasema kwamba watakubeba, watakupinga kwa asilimia mia moja katika kila kitu unachokifanya. Ya pili, utapingwa pia na viongozi wa kisiasa ambao mara nyingi wao hawataki kuweza kutembea katika njia ya mwanga, wanapenda giza. Watakupinga, watakufanya mambo ambayo ni mabaya zaidi. Hiyo ni gharama ya utumishi. Ya tatu, lazima utasalitiwa na wale watu ambao ulikuwa unawaandaa. Yesu Kristo alisalitiwa na wanafunzi wake, alisalitiwa na Yuda na wee mwenye pia, mojawapo ya gharama katika kuweza kumfuata Kristo ya utumishi, gharama ya utumishi ambao unavyoingia kwanza kumtumikia Mwenyezi Mungu, utambue wanafunzi wako hawa hawa ambao umewaandaa wale uliojitoa ukatoa mali zao kama Paulo alivyotoa mali zake kwa ajili ya kanisa la Korinto, akatoa kila kitu alichokuwa nacho. Wanafunzi ambao umewaandaa watakuja kukusaliti, watakufanya mambo mabaya, na hiyo pia ni gharama ya utumishi. Gharama nyingine ya utumishi ni katika swala so zima la kifo. Yesu alijua kwamba utumishi wake ungeishia katika swala so zima la kifo, na alijua hilo. Nabii Eliya alitamkiwa kifo na yule Yezebeli. Da, e, mfa, e, mtume Paulo katika utumishi wake amepigwa mawe mara nyingi sana, wakajua kwamba amekufa, na baadaye alikuja kuja kuuawa kwa nini? Kwa sababu kila unayeingia katika kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu ukubali kwamba wakati wowote ule wewe ni dhabihu hai na takatifu mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kifo kwako kikikutokea, lazima uzungumze kama Paulo alivyosema hivi, mkiniua nitaenda mbinguni kwa Baba kuweza kuwaombea nikibaki duniani hapa nitaendelea kuweza kuhubiri Injili. Akasema kwamba kwangu kifo au mauti, akasema kifo au uzima ni sawa tu. Kwa hiyo lazima uzikubali hizo gharama, anavyomwambia huyu anayetaka kumfuata, akamwambia kubali kifo, kubali kupata madharau, kubali kukataliwa, kubali kuacha familia yako na nyumba yako kwa ajili yangu, akamwambia kakae utathimini, akamwacha mwingine akamkuta Yesu Kristo, yeye akamwambia nifuate. Yule akasema naomba uniruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu. Yesu akamwambia waache wafu wawazike wafu wao, lakini nenda e, ukautangaze ufalme wa mbinguni. Ina maana gani kwa huyu ambaye Yesu alikuwa amemwalika kwamba nenda akafanye kazi hiyo? Huyu bwana anasingizia kwamba baba yake amesema yeye amekufa Haikuwa habari ya kweli. Na kama baba yake angekuwa kweli amekufa asingekuwepo pale kijiweni, asingekuwepo mahali pale. Ukitokea msiba, lazima familia nzima ikutanike pale, wote wakae. Kwa hiyo alikuwa anamwambia kwamba ebu baba yangu afe, akishakufa baba yangu na mali zake hizo, ndipo mimi nitakuja kuja kufuata. Maana kuna watu wengine hawapendi kuwacha mikoba ile ya baba zao wameshikilia vitu vya baba zao, wameshikilia vitu vya familia zao, vinawapelekea wakashindwa kuweza kuwa wepesi katika utumishi wa Mwenyezi Mungu. Yesu anazungumza leo hii kwamba ukijikuta katika safari yako ya maisha, mpaka unataka vitu fulani hivi vife vya ndugu zako, wewe huwezi. Na wa mwisho akamwambia e, bwana, nitakufuata lakini wacha kwanza nikaagane na ndugu zangu. Yesu akamwambia kama umeweka jembe lako kuweza kulima halafu baadaye unageuka nyuma, hufai katika ufalme wa mbinguni. Anatufundisha kitu gani? Kuna kipindi na huu ni ukweli kwamba ninakuwa na nguvu fulani ya kufanya kitu fulani, au ninakuwa nina hamu ya kufanya kitu fulani, kuna hisia fulani zinanipelekea nifanye kitu hiki, halafu baadaye ninaahirisha kwamba nitafanya kesho kesho huwezi ukafanya katika ile hisia uliyokuwa nayo. Wakati wa kufanya ni sasa. Huyu bwana anaanza kutoa visingizio. Ukiona tu katika safari yako ya maisha unaanza kutoa visingizio, nitafanya kesho, utambue utafanikiwa katika safari yako ya maisha. Na Mwenyezi Mungu atubariki katika utumishi huu, tufanye maamuzi ya sasa na tusubiri wakati mwingine. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.